Maendeleo makubwa haya ni mafanikio. Miaka 30 iliyopita, mambo kama haya ilikuwa ni nadra sana kuona mwanamke anayeendesha mwana mtambo wa kutengeneza barabara. Wanawake oye oh oh! Leo hii tumeendelea, ni marubani wanarusha mpaka ndege vita. Wanawake oye oh oh! Na pia kwenye ufundishaji wa udereva Wanawake hatuko nyuma, ni walimu wazuri wa udereva kama unavyoona, Mheshimiwa Rais. Na kwenye kilimo pia tupo, trekta hilo tunafanya kazi, kila idara, kila mahali. Women at work. Asante sana watu wa kutoka Arusha Aureka driving school, asanteni sana. Tuchangamke, tuchangamke tuchangamke! Baada ya magari kama unavyoona mheshimiwa rais, brass band ile ya jeshi letu la polisi inaongoza sasa maandamano ya wananchi. Asante sana, kuna ambulance. Basi kwa kweli mheshimiwa rais, wanawake tumejitoa kimasomaso, kujitahidi kushika kila nyanja ya, hatuko nyuma hakika na hivi sasa Mheshimiwa Rais, ya polisi ikifuatiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, JWTZ wakifuatiwa na jeshi la polisi Tanzania, wakifuatiwa na jeshi la magereza JKT. Hakika watapita mbele yako wanawake wa shoka, tayari kulilinda na kulitetea taifa la Tanzania. Asante sana wakuu wa vyombo, wako hapa na leo, wamekuja kivingine, wamekuja wawakilishi wa akina mama. Ya kofi na vigelegele kwao wakuu wa vyombo walioko katika meza kuu, funga mikono, funga bendera, wapokee wakuu wa vyombo hao. Asante sana, jeshi la polisi, wakifuatiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani 2025 wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Asante sana Luteni Kanali Namsi Kibona ndio anaongoza bogi hilo na maafisa na askari kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania asante sana wanafuatiwa na jeshi la polisi. Asante sana, maafisa na askari wa jeshi la polisi ndio wanaokaribia kupita hivi sasa, wakiwa wakakamavu kabisa, walinzi wa wananchi wa Tanzania. Tunajivunia letu la polisi Tanzania makofi na vigelegele tuwashangilie. Kina mama mpo? Akina mama mpo? Mnawaona wachache wetu ambao wamejitolea kulinda taifa letu, tuwashangilie. Jeshi la magereza, maafisa na askari kutoka jeshi la magereza, watunza nidhamu kabisa hawa, asanteni sana Jeshi la Kujenga Taifa, vijana vijana hawa, Mheshimiwa Rais, wamejenga Ikulu, wamejenga ofisi mbalimbali za kiserikali, hakika. Makofi na vigelegele kwao. Ofisi ya Bunge la Tanzania, wakiongezwa na Mheshimiwa Akson. Makofi na vigelegele kwao. Asanteni sana ofisi ya Nam. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa muda huu, kwa dakika upumzike kwa kuketi baadaye. Kwa heshima na taadhima, tutakuomba tusimame ya wimbo wa taifa. Oye. Leo ni siku yetu wanawake. Oye, rais wetu Dkt. Samia Hassan. Oye, Tanzania. Oye, naam. Jeshi letu la polisi wanajiandaa kwa ajili ya wimbo wa taifa na ule wa Afrika ya Mashariki. Wakati utakapowadia, kwa heshima na taadhima, viongozi na wananchi wote tutasimama, na huu ni wimbo wetu wa taifa na wimbo wa jumuiya yetu, wote tutaimba. Waratibu, waratibu maandamano kwa heshima na taadhima, kwa sababu wananchi kwa muda wote wamekuwa wakimsubiri kiongozi wetu Mheshimiwa Rais, na sasa amefika kuwaona wananchi wakipita kwa maandamano kama tulivyopanga. Sasa kwa heshima na taadhima, wananchi wapite mbele ya Mheshimiwa Rais. Naomba waratibu tufanye haraka haraka, waratibu wafanye haraka haraka, wale walio kuandamana wane wapite mbele ya Mheshimiwa Rais sasa, toti toti kwa dakika tatu nne. Wakati maandalizi yanafanyika, naomba maafisa tulifanye zoezi hili haraka, wale wananchi wapite mbele ya Mheshimiwa Rais. Na hayo ndiyo maelezo ama maelekezo ya Mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais! Raisi oye! Wananchi oye! Mtazamaji wa TBC, tunaendelea kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Bila shaka umeungana nasi na kama ndio unaungana nasi sisi, tulianza toka saa kumi na mbili hapa tulipo Tanzania, basi ndipo na sisi tulipoendelea kukuletea matangazo kutoka hapa jijini Arusha katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani na hivi punde tu wanawake washoka wanaoendesha magari makubwa ya kubeba mizigo, magari mazito yale yanayofanya eh, kazi za ujenzi wa mabarabara na madaraja, walishuhudiwa hapa wakipita mbele ya wa Watanzania wakionyesha shughuli zao wanazozifanya wa kupigiwa mfano, na sasa Rais ameruhusu kwamba wananchi waliotaka kupita mbele yake angalau na kumsalimia na kuleta jumbe zao katika mabango waliobeba, basi waweze kupita hapa ili waweze kumsalimia rais na kumpungia, lakini rais pia aweze kuwaona wananchi wa Arusha na vitongoji vyake wakipita hapa kuadhimisha hii siku ya wanawake. Basi naona ifuatilia matangazo haya moja kwa moja, basi endelea kupata uhondo huu, endelea kuangalia kama we ni mwanamke, we endelee kuangalia wenzako wakipita hapa e, wengine ni waja wengine ni wanataalamu eh, wengine wanafanya katika mashirika mbalimbali, mbali ya dini, mashirika ya kimataifa, mashirika ya kitaifa yasiyokuwa ya, ya, ya serikali na mambo kama hayo, lakini wanawake wengine waliojiajiri nao wanapita hapa, maanake siku hii haibagui mwanamke na cheo chake, haibagui mwanamke na wadhifa wake. Hii ni siku ya wanawake wote ulimwenguni, na Watanzania wakijumuika pamoja hapa, eh, jijini Arusha kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya mwanamke wa Tanzania. Basi naendelea kupata uhondo wa tot, lakini wakati huo huo wananchi wanapita mbele ya mheshimiwa rais na jukwaa kuu kwa ajili ya kupunga mkono na kuonyesha kwamba tuko hapa na sisi tukisherekea siku hii muhimu kwa ajili ya wanawake hey, <mulity ones> <tumutue yasante> wanawake haya. oh, ni mahaba ya kiongozi wetu, ni mapenzi makubwa ya rais wetu kwa wananchi wake. Ameona muda mrefu wamejipanga, lakini anasema mbona wamekuwa wachache, sio wale niliyowaona kwenye televisheni. Waruhusuni wapite, mheshimiwa rais. Maandamano yanaendelea Tuwashangilie watoto chipukizi, makofi na vigelegele kwao, kwa ukakamavu kabisa. Scout yao wanatutakia heri ya siku ya wanawake duniani, wanawake wote. Asante sana Scout wakiongozwa na binti mdogo kabisa, funga bendera Wanaitwa Tanzania Girls Guide. Asante sana. Ujumbe unaofuata Mheshimiwa Rais, wanakuambia wanamke, wewe ni jembe. Washangaze, hawa ni Gurumeti. Asanteni sana Gurumeti. Ponga kwa Mheshimiwa Rais, wanawake mia kutoka Dodoma, mpo? Punga bendera, punga bendera juu kabisa. abango yenu yashikeni vizuri, ili tuweze kuyasoma. Linyanyue bango lako vizuri, ili tuweze kujua wewe ni na ujumbe wako tuweze kuusoma kwa ufasaha kabisa. Asante, asante. Watasafu wana wanawake oye! Tasafu moto, funga mikono wanafuata wanawake waangaza angaza, Tanzania Tanesco, peperusha bendera, asante sana Wajasiriamali mali mpo, wenye Arusha yenu mpo, wanawake wajasiriamali mali wafanya biashara, safi kabisa, mjue jirani yako, ili ukimtambua. Uhamiaji wa ramu hawa ni uhamiaji Uhami. Ongereni sana na wa mwisho wanasema Arusha wa ongereni sana. Mpo taasisi ya moyo Jakaya ya Kikwete, tunawashukuru sana kwa huduma nzuri mnaitoa ya afya. Asanteni sana. Siku ya Wanawake Kimataifa leo tarehe nane ishirini ishirini na tano. Asanteni sana, naomba mabango yenu muyaweke vizuri tuweze kuyasoma. Eu, asanteni sana, wamama washoka, mabango yawekwe vizuri. Kilimanjaro International Leather, viatu maridhawa. Aha, kutoka pale Moshi, jukwaa la wawezeshaji wanawake Hongereni sana, jeshi no, no, no, la zimamoto mpo, jeshi la zimamoto oye! no, no, wizara ya mambo ya ndani ya nchi karibuni sana no, no, no, no, no, no. Mahakama kanda ya Arusha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, hongereni sana. Naomba myatanue mabana yenu ili tuweze kuyasoma. Chama cha majaji na mahakimu, hongereni sana. Nigeuzie bango huku tuweze kulisoma. hongereni sana. Hongereni sana, siku ya wanawake. Wizara ya afya oye Aha, asanteni sana akina mama, tuendelee, tuendelee. Jumuiya ya maridhiano, tunaomba mabango yenu muyaelekeze hapa mbele ya kuu ili tuweze kuwasoma vizuri. Niombe mkiwa mnasogea, mabango yenu yaonyesheni jukwaa kuu, ili tuyasoma vizuri. Wanaokuja sasa ni wauguzi Tanzania. Asanteni sana wauguzi, mnafanya kazi nzuri kwelikweli, kweli. Asante sana, hifadhi ya Tanzania, taifa ya Tanzania, asante sana. Tunawashukuru sana. Naomba tuendelee kutembea kwa haraka, ongeza hatua ili watu wengine nao waweze kupita. Naomba twende kwa haraka hongereni sana akina mama oye arusha oye mama samia oye sante sana akina mama lakini hakuna mama bila baba akina baba mpo tupo nasi tunawasindikiza leo sante sana tume ya tehama ict asanteni sana mnafurahi vizuri Jeshi la wananchi ongereni sana, jeshi la wananchi wa Tanzania mkiwa kwenye kitenge kizuri kabisa chenye picha ya mama, ongereni sana. Mabango yenu onyesheni huku, mabango, mabango onyesheni huku tuweze kuyasoma mabango yenu, yasomeke huku juu. Maelekezo maaskari Mbize waandamaji wote watembee taratibu, watembee vizuri na mabango yao yaweze kusomeka vizuri. Niomba ukifika hapa jukwaa kuu, onyesha bango lako tuweze kulisoma. Santekio, asante sante sana. Mabango tuonyesheni huku, mabango tuyasome. Green Acres School asante sana. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, asante sana. Bango la Tengeru, chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru, asante. Ofisi ya Rais mipango na Uwekezaji, ikiwa eh, chini ya Profesa eh, Kitila Mkumbo asante wanaonesha bango hilo maadhimisho ya siku ya wanawake asante sana. Wanawake na wasichana elfu mbili na ishirini na tano tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. NIDA, vitambulisho vya taifa hawa, asante sana, vitambulisho vya taifa NIDA, asanteni sana jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Songwe, asante sana Songwe. Karibuni sana mkoa wa Arusha jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Rukwa, asante sana. Elimu ya juu aa, ya haki na faida kwa mtoto wa kike, asanteni sana, tunatambua uwepo wenu. Jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Geita. Mheshimiwa Rais, Geita wanakushukuru sana, umeweza kuwapa vizimba, eh, umewapa vitalu vile mia moja na tatu umewawezesha waweze kuchimba madini pale Geita, wanakupongeza sana kwa kuweza kuwawezesha na sasa wana kipato cha kutosha kabisa. Nani kama Mheshimiwa Rais? Asante sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, onesha bango lako tuweze kulisoma huku. Asante sana chama cha wafanyakazi serikali za mitaa Talgo, asante sana. Naomba wanamanaji tuendelee kuja naomba tuendelee kuja naomba tuendelee kuja, naomba tuendele kuja. Ni kuombe tu ukifika hapa jukwaa kuu, onesha yako ili basi Mheshimiwa Rais aweze kuusome uliopo kwenye bango hilo, nasi washereheshaji tutasoma pia kwa niaba yake. Asante sana UWT mkoa wa Geita. Asante UWT mkoa wa Geita, tunawashukuru chuo cha elimu elimu maalum Patandi, tunawashukuru sana